Metoka tangazo kwa mwenyekiti kuwa kutoka mwisho saa kumi na mbili kijiji chetu kimevamiwa na kiumbe wa ajabu, nitekee mkuta shauri yake. La mjambo la mjambo, mnatangaziwa na mwenyekiti kuwa mwisho saa kumi na mbili kijiji chetu kimevamiwa na kiumbe wa ajabu. La mjambo la mjambo, ukilisikia kuna jambo. Tangazo hili limeletwa na mwenyekiti kuwa kutoka mwisho kijijini ni saa kumi na mbili kijiji chetu kimevamiwa na viumbe wa ajabu. Liteke mkuta shauri yake. La mgambo, la mgambo ukilisikia kuna jambo eh. Natumai sasa wanakijiji wenzangu wote itakuwa ashanisikia, alikuwa hajasikia tena itakuwa na dharau, maana kona zote ishazimaliza. <laughs> Safi mke wangu, sasa naona unaandaa mazingira kusababisha vitu hapo, lakini kitu cha kushangaza, tuna chochote ndani au mwenzangu shapata kitu cha kuweka hapo? Nimetegemea kutoka ndani utanipa chochote nikanunua ngalio ngo tupike sembe ya leo kali, mke wangu, kwa sababu mimi mwenyewe nimetoka sina hata mia. Mipango yangu ndio ilikuwa naelekea hapo mitaani nikatafuta japo kitu chochote, ili niweze ni kurudi hapa tufanye maandalizi, lakini kwa sasa hivi, sasahivi mke wangu sizani lakini nisikate tamaa, wacha mi nilege zangu hivi. Nikirudi basi mambo atakuwa ya heri kabisa. A mme wangu nakuombea do, ufike salama, urudi salama na Mungu akupe riziki ya halali. Toke nileke hivi kwanza. Aaki mdo anazidi kutembea. Basi sawa. Kodi. Wangela shemu. Wangela shemu kumekucha. Salamu. Kwema. Kwema. Bwana mkubwa vipi? Nimekuta mko. Katoka. Kaambia kaenda api? Ah, kaambia tu anaenda hapo. Kwa hiyo Wangela shemu aje kwambia anaenda api? Mbona katoka muda sio mrefu, amjapishana naye hapo njiani? Hapa asijapishana naye, kama mimi nimetokea hivi nitakuwa kapitia huko ushemeji, sijakutana naye njiani bado. Karibu nani basi, shemeji yangu, pite. Shemeji yangu kupita ndani sasa hivi uongo, maana nataka naende zangu misheleshelini kule, nikaangalia mashelesheli yangu, maana nitegemea akimkuta au tukashirikiana, lakini sijamkuta. Basi haya, shemu, karibu. Haya shemeji yangu tu kijalwa. Aya, safari njema basi, shemeji yangu, tukijalwa kila la heri bwana. Haya. Haya. Hodi. Hodi tena. Vipi, naona kushaliwa hapa shoga yangu. Ni kweli shoga yangu, mbona umekuja na unga tena mwenzangu? Shoga yangu, nimetoka safari zangu nafika, mm, nyumbani mlango umefungwa, kaka sijui kaenda wapi, hajarudi mpaka sasa. Mimi njie nyuma, kasema bada nipite kwa shoga yangu hapa Tupike japo tule sote, au mweziwangu, unashakula? Ndio nimekula, lakini ulivyokuja wewe, tutapika tu. Pike basi. Sawa, tukupokee. Pike ule. Sawa, haya

Ah, tajiri, naona umekaa umetulia mwenyewe tajiri huna wasi kabisa. Unajua alivyo shida za nini? Na shida yenyewe, nitulie. Ah, unajua sometimes shida nyingine tunajitakia wenyewe eh? Kwa hiyo lazima nikuulize, maana umetulia ile eh, una wasi kabisa. Unajua kilichoneka hapa, nimetoka po, kwa bwana Beka hapo lakini sikumkuta kwa bahati mbaya. Sasa na plani yangu kwamba twende kule kwenye mishelisheli, lakini nilikuwa nataka company. Kwa hiyo nimekaa hapa nimefikiria, najua ni jinsi gani vya kufanya kule, maana ile hali kule ishakuwa ngumu sababu miti ishakuwa mingi na mazao shakuwa mingi sasa hivi hapa basi. Sawa, maana mimi siwezi kwenda na wewe kwa sababu nina mishe zangu, nipo hapa kwanza. Hasi, nimekupigisha story hapo. Sikiliza, nenda zako bwana. Alikuwa amekaa kinyonge ujue. Nenda zako bwana.

Shoga yangu, uko tokako? Salama za hapa, nzuri nzuri tu. Shoga yangu, maisha anasemaje? yeah. Maisha hivi hivo, mdogo mdogo anaenda, sijui mm -hmm. Nyie huko sasa? Karibu shoga yangu, tupo

Kamanda, kamanda, vipi? Ah, naambia bosi wangu vipi? Bosi wangu na mawazo. Yaani bosi wangu kwa acha tu, mpaka sasa siielewi kabisa. Unaona uko, uko mbali kabisa mshikaji wangu wewe. Ah, naambia ndugu yangu unatoka wapi tena huko? Nimetoka kwako kule. Lakini sijakukuta. Nimekutana na shemeji kaniambia, umetoka sasa hivi tumepishana na wewe. Shona. Lakini sasa bahati nzuri omba na kukuta hapo, lakini akili yako iko mbali mshikaji wangu wewe. Hafanya tuanze tukule shambani kwanza, tukakote mashelesheli angalau kidogo tupate riski Ndugu yangu ya, kuta acha kwa sababu nimetoka huko nyumbani huko, ndugu yangu ina. Basi sawa, hamna noma, wewe nenda nyumbani kamwangalie shemeji kule. Lakini usijikanie kwa maana nakutegemea wewe kufanya mazingira ili mradi siku iende siku zipite. Basi ndio bwana, mimi acha nikamwone nikaangalie familia kwanza, kwa hapo mambo mengine tutajua. Basi okay sawa, mimi mwenyewe ngoja nikumbuka nataka mwangalie dada kumwangalia dada, baadaye tutakutana shambani. Basi sawa bwana, tumeonana. Basi acha niende zangu hivi kwanza kidogo. Basi sawa, hamna shida. Basi kwa pamoja bwana, hapo.

Habari za asubuhi, mke wangu. Mimi mke wangu anakusalimia uitiki, ujui mumeo uko nilipotoka nimekutana na kitu gani? Na nimetoka toka jana hapa. He? Mume wangu, tangu jana ndo unanirudia sasa hivi. Umeniambia unaenda kutafuta. Sasa hivi umerudi mikono mitupu tangu jana nimebandika sufuria, sijala mimi. Nimelala njaa. Sasa hivi ndo ulipotoka huko ndo unanirudia sasa hivi asubuhi, si ndio? Mi ndio ni ni ni mimi nimeondoka na kwanza, sasa hivi narudi, lakini kwanza niulize, nimekutana na kitu gani mimi huko nje? Laumu tu mwenzangu, habari hizo ni vipi? Ungekuja kuniambia mapema tu, mimi ningejua cha kufanya. Kweli hapa mimi sasa nimeshakubali makosa majirani. Faida sawa koo ningomba, basi tuingie ndani tukaongea, mingine atamalizika. Haya, sawa basi.